baada ya kukopa fedha kutoka kwa watu mbalimbali mbali na kushindwa kuzirudisha na kwamba fedha hizo alikuwa akizitumia kufanya biashara mtandaoni kupitia kampuni inayoitwa eBay. Kwa hivyo tunakamisha upelelezi wa shauri hili na tutafikisha mahakamani kujibu tuhuma hii ya kutoa taarifa ya uongo na ktaharuki kwa kwa watu kwenye kupitia mtandao.